Langu jina ni Godfrey Kazinja, nikuwasilishia ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi isipokuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu Bahari Hindi. Upepo huo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na huku mamlaka hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali katika maeneo hayo ya mwambao wa pwani yetu Bahari Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule anayependa kukaa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Na viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi ukilinganisha na siku chache zilizopita japo bado vinaonekana katika maeneo ya pwani ya kaskazini kuelekea sehemu za ukanda wa ziwa Victoria. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu ukanda wa ziwa Victoria kutujuku na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutujuku na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kutujuku na hali ya mvua katika maeneo machache na sehemu nyingine za nchi yetu zosalia zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa jumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kutuliko na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao wa pwani yetu ya bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutuliko na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine zote za nchi yetu zosalia zikitarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. kwa upande wa jiji la Dar es Salaam ametajia kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe kumi na tisa na tarehe ishirini huku Dodoma kutajia kuwa na hali ya mwengu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatajia kuwa na hali ya mwingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro utajua kuwa na hali ya mvua kwa tarehe kumi na tisa na tarehe ishirini Mkoa wa Mbeya unatarajiwa na hali ya mwengu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Mkoa wa Morogoro tunajua na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe kumi na tisa na tarehe ishirini, hali kadhalika mkoa wa Arusha unatarajiwa na hali ya mvua kwa tarehe kumi na tisa na tarehe ishirini. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakia kufuatilia kwema kwa vipindi vingine vya hali ya hewa vinavyofuata kupitia mitandao ya kijamii ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Asante.